Takriban siku chache zilizopita jeshi la polisi mkoa wa Mbeya lilithibitisha madai ya kukamatwa kwa Awadi Kalonga ambaye ni mlinzi wa mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema, ndugu Tunduliso, ambaye alidaiwa kushikiliwa na jeshi la polisi kwa madai kusambaza taarifa za uchochezi katika mitandao ya kijamii. Kwa mjibu wa taarifa zilizopo, baadhi ya ufuasi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema na viongozi wa chama hicho huko mkoani Mbeya wanadai kwamba kiongozi huyo nkada hiyo chama cha demokrasi na maendeleo Chadema, ambaye pia ni mlinzi wa mwenyekiti wa chama cha demokrasi na maendeleo Chadema taifa, hajulikani halipo hadi sasa. Kwa mjibu wa taarifa iliyotolewa na Hamadi Mbeala, katibu wa Chadema mkoa Mbeya, amesema kwamba juu ya kiongozi mwenzetu: taarifa kwa umma juu ya kiongozi mwenzetu ambaye ni mlinzi wa mheshimiwa Lissu, Awadi Kalonga. Jana Januari nne mwaka huu, tulipokea taarifa kutoka kwa jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kuwa kiongozi wetu anahitajika na polisi mkoa wa Songwe, kwa hiyo amepelekwa huko. Leo Januari 5 mapema, tumefika hapa central wawa na hatujamwona ndugu yetu, wanadai hao hawamshikilii. Pia tumeenda kwenye ofisi ya rasio mkoa wa Songwe, naye anadai wao hawana mtu huyo. Hivyo basi, mpaka muda huu hatuelewi kiongozi wetu yuko wapi na ana hali gani. Tunalitaka jeshi la polisi mkoa wa Mbeya na Songwe kuondoa utata huu na kueleza umma kwa ndugu yetu mnamshikilia katika kituo gani. Ni haki yake na yetu kujua alipo mpendo wetu ili kufuatilia tuhuma zake na kumpatia mahitaji ya kibinadamu, ikiwa ni pamoja na kumwacha huru au kumpeleka mahakamani, maana leo ni siku ya nane anashikiliwa kinyume cha sheria.